Mefika takriban miaka sita tokea daraja hilo kuvunjika, ambapo kwa kipindi hicho chote wananchi hao walikuwa na hofu kubwa, hasa kipindi cha mvua maji yanapojaa ya mtoni, huku watoto wakiwa shule kijiji jirani wakitamani kurudi majumbani, lakini hata watu wazima nao walikosa kwenda kufuata mahitaji mengine ya msingi. Serikali sasa imefuta kilio cha wananchi hao na kuondoa hofu walikuwa nayo kuhusu usalama wa watoto wao. Nashukuru sana serikali kwa kutujengea barabara, kwa kutujengea daraja, kwa sababu ilikuwa ikinyesha mvua, hatupati kupita, na tunaaga mashuleni, hatupati kusoma wala hatuendi skuli. Maji yakiingia, ilikuwa hatupati kufika kwenye kijiji kingine. Ala, wanafunzi ilikuwa hawawezi kufika kwenye kuendelea na masomo yao kwa hiyo tunashukuru kufikia hapo. Aidha, wananchi hao wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa barabara ili vyombo vya usafiri viweze kufika na kurahisisha harakati zao. Daraja tayari lakini kilio chote kikubwa nacho zaidi kwetu sisi katika jamii ni barabara. Kwa hiyo kama itajengwa ni barabara, mambo yote ya usumbufu kwetu sisi yatatuepuka. Kadhalika, kama nilivyoendelea kusema wajawazito na hakadhalika ni watoto wanaotoka huku kwenda sehemu nyingine, watujengee, watuharakishie na kutujengea barabara ili tupate usafiri ili tufikilie malengo yetu tulionayo. Maana saa hizi hapa pana wazazi, pana wagonjwa. Watakapotujengea usafiri itakuwa rahisi kutu, kufika na itakuwa tuna wepesi wetu wa kwenda safari zetu kwa haraka. Barabara ambayo takriban ina urefu wa kilomita mbili, na tayari tulishampeleka mkandarasi kwa ajili ya kuikagua barabara hiyo, na tayari tumeshaika kwenye mpango wetu kama wizara kuhakikisha nayo inajengwa kwa kiwango cha lami, lakini wananchi wawe wastahamilivu. Ni matumaini ya wakazi wa kijiji hichi kwamba kufika kwa barabara kijijini kwao kunaweza kukifungua kijiji hicho kiuchumi, hali inayowapashia huko na hamu kubwa kuona serikali wanafikisha huduma hiyo kwa haraka. Kutoka Pemba, Aisha Haji, Habari Weekend.